Ee Mungu wa mbinguni, nakuja mbele zako nikiwa mnyenyekevu. Nisamehe dhambi zangu zote, iwe kwa mawazo, kwa maneno na matendo. Nioshe kwa damu ya Yesu na unisafishe nisije nikazuia mkono wako wa kufanya kazi katika maisha yangu. Ninaomba unifunulie ni nini kinachonizuia kusonga mbele katika maisha yangu. Ikiwa kuna watu, hali au dhambi zinazonizuia, nionyeshe kwa njia iliyo wazi. Nipe macho ya kiroho ili niweze kutambua vikwazo vinavyonizingira. Kwa jina la Yesu Kristo, ninavunja kila kifungo kinachonifunga, iwe ni cha dhambi, laana za kifamilia, roho za giza au vizuizi vya kiroho vilivyowekwa na adui. Ninaamuru uhuru wangu sasa katika jina la Yesu ninaamuru kila pingu ifunguke sasa, kila roho ya kizuizi kushindwa na kurudi nyuma iondoke kwa jina la Yesu. Bwana, nashukuru kwa uhuru unaonipa. Ninatangaza kuwa si mtumwa tena wa dhambi, woga au hali ngumu za maisha. Natembea katika ushindi na uhuru kamili uliopatikana kwa damu ya Yesu Kristo. Ninalindwa na damu ya Yesu, hakuna silaha iliyoundwa dhidi yangu itakayofanikiwa. Ninaomba malaika wako wanilinde na kuniongoza katika njia sahihi miguuni pangu nawekea ushindi na maisha yangu ni mali yako. Roho Mtakatifu niongoze katika maisha yangu mapya ya ushindi, nisaidie kuelewa mapenzi ya Mungu kwangu na kunipa hekima katika maamuzi yangu. Ninaamini kwamba wewe ni mwaminifu na utaniongoza siku zote. Asante Bwana kwa kunifungua, asante kwa ushindi na amani unayonipa. Ninakutukuza na kukusifu kwa sababu najua umefanya jambo jipya katika maisha yangu. Utukufu wote ni wako milele na milele, amina. Nakukaribisha kusubscribe kwenye YouTube chaneli yangu, na Mungu wa mbinguni akubariki.